Siku chache tu baada ya kuzindua chama chake cha kisiasa DCP jijini Nairobi, aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gashagwa ameanza rasmi kukipigia debe ili kuzoa maarufu mlimani leo katika kaunti ya Murang'a, akiwarai wakazi wa eneo hilo kwamba chama ni DCP wala sio vyama vingine ambavyo rais Ruto atatumia viongozi kugawanya kura mlimani. Sasa tuko na chama chetu cha DCP. Mnajua chama chetu? Nikisema DCP mnasema sikiza. Ground DCP ndio no. chama yetu katika eneo hili, alafu tutaungana na Wakenya wengine kutoka magharibi, kutoka kwa ma, kutoka Kisii, lakini ngome ya chama cha DCP ni hapa mlimani. Ndiyo tukuwe na chama kiko na nguvu, tukuwe na wajumbe zaidi ya mia moja hamsini ya kuchunga mambo yetu pale katika bunge la kitaifa tukuwe na masenata zaidi ya ishirini ya kuchunga mambo yetu pale katika Senate. Tukuwe na ma MCA zaidi ya mia nane ya kuchunga mambo yetu katika county assemblies. Tunamjua sana, hata anataka kutafuta vijana wetu awasimamishe marais ati ndio awapatie pesa agawanye kura yetu, mtakubali? Gachagua akimsuta Rais Ruto kwa kuendelea kutumia pesa za maendeleo kuwapa wabunge kutembea mlimani ili kujaribu kushawishi wananchi kisiasa. Amebaini kuwa hawawezi kudanganywa kamwe, kwani hata wakigura serikali maendeleo ni y haki yao. Tunaona pesa ya serikali inasanywa, ma MPs wanapewa, magavana wanapewa wanapatiwa ile. Mtu anaitwa yesa, si mnamjua yesa? Aletee nyinyi watu wachache? Si pesa yote ya serikali tuweke pamoja, tusomeshe watoto wote vile Kibaki alifanya. Hakuna haja kuchukua pesa ya serikali ukose kusomesha watoto. Maprinsipo wametuongelesha, hawajapewa capitation, wameshindwa kulipa suppliers. Mashule yote iko na shida kwa sababu pesa ya serikali inachukuliwa kupitia kwa National Intelligence Service, inapatiwa rais, anapatia wabunge kuja kuconfuse watu wetu. Aidha, wafuasi wa Gashagwa wameshinikiza kuwa lazima rigadi ya kuwe debeni, ila Kenya Kwanza wasifanye makosa ya kujaribu kuiba kura, kwani hawatukubali kamwe. ambaye wewe watu wote watataka kuchagua viongozi no. Hao wameendelea na azima yao ya kushawishi wananchi kumfanya Rais Ruto rais wa muhula mmoja ifikapo mwaka 2027.